Uh, tukiwa tunaziangalia sheria mbalimbali ambazo zinapatikana katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 na zipo sheria mbalimbali ambazo zimeshawahi kuzipitia na kwa namna moja ama nyingine zimeweza kuwasaidia watu ambao ta, ta, ta tayari walikuwa wameshakwama na kutoweza kupata misaada ya kisheria, na kupitia elimu hiyo, basi sasa wanapata kujifunza na kuweza kuangalia na, namna na gani ambavyo wanaweza kuzitumia sheria hizo kuweza kupata haki zao, lakini namna pia kipindi hiki kuweza kuhakikisha kwamba sheria hizo zinakuwa na meno na kuweza kufanya kazi e, pasipo kuangalia mtu dini, ukabila e, ama kipato cha fedha alichonacho kuweza kuirubuni sheria hiyo. Leo hii katika kipindi hiki tutakuwa tukizungumzia masuala ya sheria lakini hususan tukijikita zaidi katika jeshi la zimamoto na uokoaji hapa nchini kupitia sheria namba 14 ya, ya mwaka 2007. Ah, karibu sana mtazamaji na hapa studioni nina wageni wangu wawili e, kutoka Jeshi la Zimamoto hapa ninaye uh, Assistant Inspector Rafael M. Simeoni, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana mkuu. Nashukuru sana kwa kuweza kufika asubuhi hii. Lakini vile vile ninaye bwana huyu, ni nini? Sergeant Major Gaddafi Masoud ambaye pia ni mkufunzi hapa jijini Mwanza. Karibu sana. Asante. Nashukuru sana kwa kuweza kufika. Sante. Na kupitia sheria hizi tunaona kwamba Tanzania kumekuwa na na tatizo kubwa sana kwa kwa wananchi kutokuwa na uelewa juu ya sheria hizi za jeshi la zimamoto, lakini kumekuwa pia na na uelewa mdogo e, licha ya jeshi hili kuonekana kwamba limetoa elimu kwa kwenda hata kwenye maofisi, na kumbuka hata kipindi cha nyuma waliweza kufika hapa Sahara Media Group Star TV kaweza kupata mafunzo ya namna kujiokoa na mioto, majanga yametokea, na tumeona katika maandishi ya habari mbalimbali kupitia magazeti pamoja na mitandao, watu wengi wamepoteza maisha ikiwa ni pamoja na familia ambazo zimeteketea katika nyumba b kutokana na majanga ya moto. Lakini inakuwaje mpaka watu wanashindwa kutoka kwamba moto umeanza? Haya yote mkufunzi ataweza kutupatia na utaweza kustaajabu ni kwa muda gani, eh, moto unaweza kuvuka ndani kwako na ukateketeza kila kitu, ikiwemo roho za watu wasiokuwa na hatia na pengine wote walikuwa bado wanatamani kuendelea kuishi. Jina langu mimi naitwa Anthony Gerard Chua, na kusitwe wote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, uweze kujifunza nini unachotakiwa kukifanya mara moto unapoibuka ndani kwako. E, ni vitu gani ambavyo natakiwa kuvichukua tahadhari kabla majanga haya hajaweza kuibuka hapo nyumbani kwako? Nikianza na bwana uh, Rafael Simio. Tuanze kuzungumzia kuhusiana na, na, na, na, nini hasa uh, jeshi la zimamoto kazi zake eh, kwa jamii ya Watanzania ikiwa ni sambamba pamoja na kuanzishwa kupitia sheria yake ya namba 14 mwaka 2007 karibu sana uh, asante ndugu mtangazaji. <coughs> Uh, niseme kwamba sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007 na sheria hiyo ilianzishwa kwa makusudi kwamba kazi zetu ziweze kutambulika na ziweze kuwa na meno, inapotokea tatizo mtu anakuwa na na, na, na, na tatizo anaweza kawajibisha. Lakini vile vile ni kwamba katika sheria hiyo inaeleza wazi kwamba sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tutakiwa tufanye kazi zipi, na kazi kubwa ambayo tumepewa kwa mujibu wa sheria ni kuokoa maisha na mali. Hiyo ndio kazi kubwa sana ambayo tumepewa. Sasa katika kuokoa maisha na mali ni kwamba unakuta kuna mambo mengi sana yanatakiwa yafanyike ili uweze kufanya fanya hiyo kazi ya kuokoa maisha na mali. Jambo la kwanza ambalo tunafanya kama jeshi la zimamoto na uokoaji, tunafanya masuala ya ukaguzi wa tahadhari na kinga dhidi ya moto katika maeneo mbalimbali. Kuna maeneo ya mashule, kuna majengo ya, ya ya ya hospitali, kuna kuna vituo kuna, kuna, kuna vya usafiri kama magari. Tunafanya ma, ukaguzi katika maghorofa marefu katika ofisi yani, sehemu zote ambazo zina mzunguko wa kazi za binadamu kwenye, kwenye kwenye ofisi zao kwa ujumla, tunafanya ukaguzi, na vyombo vya usafiri vyote vile ambavyo vinatumia vina, vina, vina, vina, vina, vina mifumo ya, ya, ya, ya moto, na tunafanya ukaguzi katika katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo tunapokagua kwamba tunakagua kuling, u, kuangalia kwamba sheria ambayo imewekwa itekelezwe, kwa maana kwamba unapokuwa una, una ofisi ya kwako ni kwamba lazima uwe na mifumo ya kuzimia moto. Mifumo na yenyewe imegawanyika, kuna mifumo midogo na mifumo mikubwa. Kwa hiyo ile mifumo unakuta ipo na unakuta inawekwa kulingana na matumizi ya ya sehemu yenyewe, alafu pili inawekwa kulingana na na, na na ukubwa ukubwa wa ofisi au wa jengo lenyewe husika, unaona. Kwa hiyo tunaangalia matumizi na ukubwa wake na watu wanaolitumia lile jengo, kwa sababu watu tumetofautiana kuna ambao ni vilema, kuna ambao ni wazima, wanaweza kutembea vizuri. Kwa hiyo tunaangalia sheria kwamba ina, ina, inataka nini eh? Sheria inataka nini tukiwa tunafanya vitu vya namna hiyo, unaona? Kwa labda ni nianze tu kwamba kitara kwamba tunapokuwa tunakagua vile vifaa vya kizima moto vipo baina, baina nyingi, unaona. Moja majukumu yetu sisi ni kuvikagua na kuangalia kwamba viko katika mahali ambapo ni salama na vinafanya kazi vizuri au kama vimefikia katika muda wake wa kuweza kufanyiwa service, basi vikaweza kufanyiwa service kwa muda unaostahili, ili vishaweze kupitisha yule muda, baadaye vikaleta tatizo. Unaona, kwa hiyo katika eh, nikijikita katika katika swala majengo, katika swala majengo ni kwamba vipo vitu vingi tunavyokagua eh, na ukubwa wa jengo na wenyewe na kulingana, sheria yetu nimeeleza wazi kabisa kwamba unapokuwa na jengo la kwako ilikawa labda na urefu wa mita usiozidi mita kumi na mbili, kwamba ni vifaa na namna gani vinaweza kufungwa, sheria iko wazi kabisa. Na vile vile unapokuwa na ukubwa wa jengo limezidi mita 10 mita 24, unaona from the ground kwamba ni mifumo gani iweze kufungwa, na vile vile zaidi ya mita 60, ni mifumo gani iweze kufungwa, yote sheria iko wazi. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanya sisi ni kwamba tunapokagua, tunaangalia kama utekelezaji wa sheria wananchi au mwekezaji au mtu mwenye jengo ameweza kutekeleza ile sheria. Kama hajatekeleza, basi tunaweza tunamshauri sisi kama wataalam kwamba hapa nitaki ufanye kitu fulani ili uweze kujiokoa au uweze kujikinga na tatizo la moto, unaona, kwa sababu moto waga hauna hodi, kwamba labda moto hauna ukija unaweza kukwambia <coughs> kwamba saa mbili au saa tatu litawaka, kwa hiyo jikinge. Hapana, moto huaga unatokea unaona, kwa sababu kile ni kitu cha ni kitu cha tunasema kwamba ni emergency inatokea, kulingana na matumizi ya ya ya, ya ofisi yako wewe, moto unaweza kutokea. Kwa hiyo lakini unapokuwa na hiyo vifaa, unapokuwa njiani, ni kwamba unakuta unaokoa watu na unaokoa na mali, kwa sababu vile vifaa viko pale, lengo lake kubwa ni kuokoa watu na vile vile ni kuokoa mali. Kwa hiyo eh, vifaa vya namna hiyo vyote sisi kama idara unakuta tunavifahamu na tunaweza tukagundua -tuka, tuka, kwamba hichi kifaa kina tatizo au hakina tatizo, ili basi tufanye nini, tuweze kumshauri kumshauri yule mtu unaona. Kwa hiyo hiyo ni upande wa wa vifaa, lakini vile vile tuna upande wa, hata, hata, hata wa elimu eh, kwamba vifaa unayo, unaona, sasa ni namna gani wewe uweze kuvitumia vile vifaa, au tunaangalia operation manual zake vile vifaa inatakiwa vifanye kazi katika mazingira yapi. Inawezekana kifaa unacho umekifunga vizuri, lakini vile vile unakuta hakifanyi kazi katika staili inayotakiwa unaona, kwa sababu tu labda ume, ume, ume, ume misinterpreti au labda umekosea kukifunga au labda kijafanywa maintenance au hujiko kwa operate. Kwa hiyo yote ni elimu ambayo unapewa pindi tukifika kwenye kwenye eneo lako unaona, na kuna kuna kitu kingine ambacho ni kitu cha awali kabisa kwamba unapokuwa unafanya hii shughuli ya, ya, ya kuweka eh, kuweka ofisi yako mahali husika au sehemu salama, ni kwamba upite kwenye idara ya kwetu sisi. Idara ya kwetu sisi inakupatia ushauri kwamba wewe unakuja tu natueleza kwamba mimi nataka nifanye kitu fulani na vile vile ramani zangu ninazo hizi hapa. Kwa hiyo wewe sachofanya, sisi kama wataalamu ni kuweza kupitia ramani zako, kuangalia kwamba je, ramani hii inaweza inatengenezwa katika mahali ambapo pako sawa na kama ni sawa, vile vile ni kwamba mifumo yote ambayo tulikuwa tukihitaji sisi kulingana na sheria yetu, sababu ramani unapoleta unaleta ramani aidha ina, ina, ina ni gorofa, unaona au ni nyumba ndogo. Kwa hiyo unapoileta ramani kama ni gorofa, ndio hapa tunapitia sasa kuangalia mifumo iliyoko pale kwenye kwenye mchoro kwamba hii mifumo iko sawa, au kama haiko sawa, kuna mifumo fulani mimisi, kwa hiyo uweze kukushauri mfumo gani uweze kuweka zaidi sana tunakushauri, tuna, tuna ili sasa yule mtaalamu wako anayekutengenezea hizo ramani basi aweze kuongezea hiyo mifumo unaona. Kwa hiyo tunajikita katika katika kazi za namna hiyo tunajikita katika kazi za namna hiyo.